Anasema mapenzi yanaitesa dunia, kwa hiyo tumekuja na utatuzi kwa wewe mwana baba, mwana mama, mwana kaka, mwanakaka mwanadada. Haina haja kwenda kwa mganga wa kienyeji kuloga eh, ili upendwe. Haina haja kwenda kwa mganga kuloga ili usikilizwe na mumeo au usikilizwe na mkeo eh, hii jamani, fingerprint kwa lugha fupi, unaweza kusema ni dawa ya mapenzi, kwa lugha fupi kabisa unaweza kusema ni dawa ya mapenzi. Lakini ndugu zangu, hii ni kiboko ya mchepuko, hii ni kiboko ya mchepuko kwa wale wanandoa ambao ndoa zao hazina fingerprint, hazina loki. Kwa hiyo hii ni kiboko kabisa. Kwa hiyo ni mwanandoa, unahitaji kutia loki kwenye ndoa yako, loki yenyewe tena iwe ni fingerprint. Eh, kwa hiyo jamani, hii ni kiboko. Kuna watu wakwenda kuuliza, jamani, dawa za mapenzi zipo? Dawa mapenzi ipo? Hii ndiyo dawa ya mapenzi yenyewe Nafikiri ukiiona na ukiitazama inaakisi kile ambacho unakifikiri.